Biashara maana kwamba mnavomaliza mashindano mnakaa kufanya tathmini. Maeneo ambayo yanaonekana kuwa yana mapungufu ndio maeneo hayo hayo ambayo afana marekebisho. Kwa hiyo tutafanya tathmini hiyo na tutaarifu ni aina gani ya mabadiliko ambayo tunaanza kuyafanya na kuya na kutokea hapo tutafika kasi ya kuendelea kujiandaa na kulikuwa na ugumu gani kwa msimu huo, uh, Murtaza Mangungu, kama uongozi wa Simba kufanya kazi kwa sababu mradi um, ulikuwa ni mpya unatengenezwa, lakini Simba ni timu kubwa na matarajio yalikuwa makubwa, hasa pale ambapo timu ilikuwa nafanya vizuri uh, kwenda fainali ya kombe la Shirikisho, lakini pia kukaribia kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania Bara? Nafsi ya mwanadamu haiwezi kuacha kutamani. Sisi tumefanya marekebisho makubwa kwenye timu lakini tukiamini kwamba pamoja na mambo yote tutafanikiwa kwenye kukamilisha na kufikia hatua nzuri, lakini kwa bahati nzuri au mbaya hatukuweza kufika eneo. Ambayo tunajiandaa tena kwa msimu unayofuata. Uh, kwa, kwa sababu sasa hivi hata tukilaumiana tukigombana haiko haikotusaidia zaidi ya kuwa tumeshapoteza. Mwenyekiti Murtaza Mangungu, kulikuwa kuna taarifa zikiendelea uh, nyuma ya mchezo huu, kulikuwa na mambo mengi sana, ikiwemo wachezaji kudai madai yao, ikiwemo uh, bonus ambazo uh, walikuwa wanastahili kuzipata, kwakuwa wamezipata na kulikuwa kama kuna mgomo, tungependa kuthibitisha, kwa sababu tumekupata, kulikuwa na mvutano huu ambao labda umechangia kile ambacho tumekiona uwanjani. Sasa kwa kuwa hiyo ni taarifa ambayo umeisikia, mimi siwezi kuthibitishia zaidi ya kukushauri uende kwenye changa. Lakini mwenyekiti, wewe ni mtu muhimu kwenye Simba, ndio maana tumekuuliza. Unakuwa na maneno mengi ambayo yanazalishwa yana huko, ili kuja kuchochea au kuchangia kwenye uchochezi, mambo ya bonus. Bonus ni zawadi. Sasa wewe unaamini vipi kuna mchezaji Ata, atasusia kwa sababu ya kupata zawadi? Hiyo ni jambo lenye mantiki kweli? Kama ni makubaliano, wanastahili kukipata kile ambacho walikuwa wanakidai, maana wamekipigania, na ndio maana marupurupu nayo ni muhimu. Hapana, hiyo itakuwa hata kama wali, wa, wa, unadhani walifanya hivyo? Ilikuwa wangekiuka taratibu ambayo si sawa, wasingekubali kufanya hivo. Si tuna wachezaji ambao wako wana machuniki ya kutosha.